Naam, kwa neema ya Mungu na kukaribisha kwa dakika chache tuweze kuzungumza machache ya husuyo imani. Sasa umeingia mwezi wa Ramadhani. Kwa Waislamu ni mwezi mtukufu. Wanafunga ibada ambayo kwao wamelazimishwa. Yaani hii ni lazima Muislamu afunge. Ni kipindi ambacho Wakristo baadhi, eh, wanamtukanisha Yesu kwa kushiriki ibada isiyo wahusu. Muislamu akikualika wa sikukuu baada ya kufunga, ukienda, ukala, ukanywa, ukafurahi ni swala la kijamii halina shida, lakini kwenda kufuturu hapo, unavamia ibada za watu na unamtukanisha Yesu wa msalaba. Na ndio maana mashehe wengi, tunazo klipu, wanalalamika tendo la watu kualikwa kufuturu wakati hawajafunga. Unaposikia fulani anafuturu, neno lenyewe iftar, okay, lina maana ya kwamba ni chakula anachokula mtu hususani Muislamu akimaliza kufunga. Kile chakula cha kwanza anachokula baada ya kumaliza kufanya ibada ya kufunga ndo iftar, ndiyo futari ndiyo kufuturu. Sasa, ili ufuturu, kwanza ufanye ibada. Ukishafanya ibada, ukaenda kufuturu, uko sahihi. Sasa mtu yoyote anaenda kufuturu wakati hakufunga, huo ni ulafi, hiyo ni njaa, huko ni kuingilia ibada za watu. Ukitaka kufuturu, kwanza funga, fanya ibada ya kufunga ndipo ufuturu. Kona wakumbusha Wakristo wa roho, acheni kunajisi kanisa, acheni uroho. Ukitaka kufuturu, kwanza funga. Na hii so Wakristo tu wako, Waislamu hawafungi, lakini ndo mabingwa wa kwenda kufuturu. Unawaharibia watu bajeti, unaendekeza njaa. Ukitaka kufuturu, funga kwanza, baada ya kufunga ndipo ufuturu, maana kufuturu ni chakula rasmi kinacholiwa na mtu aliyemaliza kufanya ibada ya kufunga. Yangu kwa leo ni hayo. Kwaresma inanukia. Kama kiu yako ni kufunga, tuna siku 40 za Kwaresma zinakuja. Funga, acha kuendekeza njaa. Mungu awabariki walionielewa